kuna wasiwasi mwingi, tufanye nini? Maisha yetu yamepungusha mno, kwa sababu ya maumivu ya magonjwa na vifo katika maisha yetu. Tufanye nini? Basi Yesu wakaleta katika yeyekokamavya. Tafadhali Yesu, tuongeze imani, tukeimani